Hii ni taarifa fupi ya ujenzi wa mradi wa soko Matola kupitia mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya miji Tanzania Cities Transforming, Transfor, Transforming Infrastructure and Competitiveness, yani Tactics, kwa Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, Mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Tamisemi. Mheshimiwa Waziri Mchengerwa, Halmashauri ya Jiji la Mbeya ni miongoni mwa halmashauri za miji 45 ambayo inanufaika na mradi huu wa Tactics. Mradi huu unasimamiwa na Ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa kupitia kitengo cha usimamizi wa miradi na kupitia kitengo cha usimamizi wa miradi ya wafadhili mbalimbali kilichopo wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarura. Mheshimiwa Waziri, miji inayonufaika na mradi huu imegawanyika katika makundi matatu na Mbeya ni moja kati ya miji hiyo ambayo inanufaika na miradi hii. Taarifa ya utekelezaji wa mradi wa Soko Matola. Mheshimiwa Waziri, Mradi wa tactic katika jiji la Mbeya umetekelezwa kwa mafungu manne, package namba moja mbili tatu na nne Miradi iliyopo kwenye kifungu cha kwanza, package moja, ni fungu na fungu la pili, package mbili, utekelezaji wake unaendelea mpaka hivi sasa. Mheshimiwa Waziri, kwa mradi huu wa soko Matola ambao upo katika mradi wa tactic fungu la pili unaendelea kutekelezwa chini ya mkandarasi mzawa aitwaye Siotech CO Engineering Company Limited na pia akishirikiana na AMJ Global Mart Contractors Company Limited kwa jumla gharama za kitanzania shilingi bilioni shilingi bilioni sita milioni mia saba tisini na moja laki mbili arobaini na, na, er, na tisa na senti tano. Mheshimiwa Waziri, mradi huu utekelezaji wake kipi, ni kipindi cha miezi 12, ambapo ulianza tarehe 1 mwezi wa 9 2024, na, na unatarajiwa kukamilika tarehe 31 mwezi wa 8 2025. Unasimamiwa na mhandisi mshauri aitwaye mhandisi Consultants Limited ambapo na yeye una gharama yake ni jumla yanayolipwa ni dola laki 641 elfu na 50. Mheshimiwa Waziri, mradi huu unahusisha ujenzi wa jengo la kisasa la soko ambalo litakuwa na maduka mia mbili na saba vizimba mia mbili nne na vyumba vya mamalishe na babalishe kumi vibanda vya wafanyabiashara wa kuku ishirini na vyumba vya wafanyabiashara wa samaki 12. Soko hili litakuwa na uwezo wa kuchukua jumla ya wafanyabiashara 515 ambapo kwa takimu tulizokuwa nazo sasa hapo, tulizokuwa nazo mpaka sasa, hapo awali soko lilikuwa linachukua wafanyabiashara mia nne na hamsini tu. Ofisi ya mkurugenzi wa, ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Mbeya kwa kushirikiana na uongozi wa wafanyabiashara wa soko Matola ambao walikuwepo hapa awali wamehamishiwa katika sehemu ya muda, tuliweza kuwachukua kanzi data yao na kuhakikisha kwamba wote taarifa zao tunazo, ili tutakapofungua soko jipya, sehemu ya kwanza watakaorudishwa hapa badala ya kuleta watu wapya ambao walikuwa sio walengwa. Kwa hiyo tutahakikisha tunarudi kuhakikisha wale walengwa wa mwanzo na watakaoongezeka wanarudi kuendelea na biashara zao hapa maendeleo ya mradi kama unavyoona mheshimiwa. Kwanza kabisa, naomba kwanza nishukuru hii kwa dhati ya moyo wangu na kwa niaba ya wenzangu wote tunaosimamia mradi huu, tunaomba tushukuru, kwa sababu tulianza na mkandarasi mzawa, tukawa tuna mashaka, tunasema tumezoea kuona wa China, tukasema mkandarasi mzawa ataweza? Amefanya maajabu mheshimiwa, hakuna sehemu wamefikia hapa alipofikia mkandarasi mzawa ametuonyesha kwamba watanzania tunaweza na ameonyesha kwamba tuendelee kuwaamini mheshimiwa. Unajua zamani tukifanya na wakandarasi na maana wa nje, fedha zote zinaondoka kwenda nchini kwao, lakini kwa uhakika sasa hivi tunaweka hizi dola zimebaki nchini, kwa sababu wakandarasi wazawa wako hapa hapa. Kwa hiyo imetutia sana sisi moyo na hata wakurugenzi wenzangu nimekuwa nikiwaambia na kuwapigia picha kuonyesha haya ni matunda ya Kitanzania. Sasa tunatoa rai kwa wakandarasi wote ambao wa Kitanzania waige mfano huu, ili tuwe na wakandarasi wengi na miradi mingi tufanye sisi wenyewe, na fedha zapotoka kutoka kwa wafadhili na serikali kuu zibaki hapa hapa nchini. <coughs> maendeleo ya ujenzi kama unavyoona mheshimiwa, katika utekelezaji wa mradi huu, kazi mbalimbali zimekwisha kufanyika, ambapo kazi ya ujenzi wa msi, wa msingi na jengo limekamilika. Kazi ya ujenzi wa nguzo wima columns umekamilika, na sasa kazi inayoendelea ni ufungaji wa box kwa ajili ya nguzo mlalo unaoendelea pamoja na usukaji wa nondo kwa ajili ya nguzo mlalo. Hadi kufikia sasa mradi umetekeleza kwa asilimia hamsini, lakini kwa mujibu wa mkataba mkandarasi alipaswa kuwa ametekeleza kwa asilimia hamsina nane. Aa, Mheshimiwa, kiasi cha fedha kilichotumika mpaka sasa mkandarasi tayari ameshapewa shilingi bilioni moja na tunaendelea na utekelezaji wa kazi kama unavyoona, na bado tunaendelea kupatiwa fedha kutoka kwako na tunashukuru sana fedha zinazokuja kutoka kwenu na serikali kuu kwa ajili ya kuendeleza mradi huu. Changamoto tuliokuwa nayo kama kawaida, eneo letu la Mbeya lina mvua nyingi sana. Wakati anakabidhiwa kuanzia mwezi wa kumi na moja tulianza kupata mvua nyingi sana, na kuna kazi ambazo zilikuwa haziwezi kufanyika katika kipindi kile cha mvua, lakini baada ya mvua kuwa zimepungua pungua, ameweza sasa kwenda na ile kasi na kuweza kufikia hatua hii. Kwa hiyo naamini zile asilimia nane ambazo tuko nyuma zilizosababishwa na upungufu wa mvua ataweza kuzikava. Sitaki kujisifia mheshimiwa, lakini katika miradi yote ambayo imepewa katika awamu hii katika Tanzania mradi huu uko mbele kuliko miradi mingine yote katika mikoa mingine. Kwa hiyo ni, ni jambo la kujivunia katika eneo letu, lakini tuendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia kwa mradi huu mkubwa na miradi mingine ya tactic. Tumepata mradi wa awamu ya kwanza ambayo thamani yake bilioni 21 ukihusisha ukihusisha barabara zaidi ya kilomita kumi na mbili katika maeneo ya jiji la Mbeya, lakini tukapata mradi wa pili huu ambao tulikuja kusaini mbele yako na wewe ulikuja akao, mheshimiwa mbunge Dr. Tulia pale airport, na mradi umeanza na niseme kwamba mkandarasi mzawa akaonyesha kwamba Watanzania tunaweza. Mkandarasi anachapa kazi, yuko vizuri. Tunasema kwamba kazi iendelee, lakini Mama Samia aendelee kutulia, aendelee kupoa, ajue kwamba Mbeya tuko naye, Mbeya tunampenda, na Mbeya tutajaza kapu la kura kweli kweli kama vile Simba wanavyojaza kapu la magoli. Nimefarijika sana kuona wana Mbeya mkiwa na furaha kabisa na serikali yenu. Hongereni sana. Lakini lazima nikiri kwamba ujio wangu hapa Mbeya siku ya leo, nianze kwa salamu mbili muhimu. Salamu ya kwanza ni kutoka kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, anawasalimia sana wana Mbeya na anawapenda sana wana Mbeya. Nilipoanza safari ya kuja Mbeya, Mheshimiwa rais alinituma kwanza kuwashukuru kwa kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa kwa amani na utulivu katika jiji letu la Mbeya. Hongereni sana wana Mbeya, lakini pili, kuchagua maendeleo, mliamua kuchagua maendeleo, na ndio sababu rais wetu Dr. Samia ameamua kufanya kazi kwa bidii kwa niaba yenu. Rais huyu ni rais wa wanyonge, rais huyu ni rais wa watu wa kawaida kabisa, na ndio maana amechagua kuleta maendeleo, amechagua kufanya vitongoji kuwa vijiji vijiji kuwa miji na miji kuwa majiji. Hongereni kwa kupata mradi mkubwa wa mabilioni ya fedha, hongereni sana wanambea. Miradi hii ya aina hii miaka ya nyuma mngeisikia tu pengine Dar es Salaam, lakini sasa inakuja Mbeya kwa sababu rais Samia anawapenda sana wana Mbeya, rais Samia anawapenda sana lakini, salamu za pili ni kutoka kwa mbunge wetu wa, wa, wa jimbo hili la Mbeya mjini Dr. Tulia Ackson. Jana tulizungumza sana wakati natoka Dodoma, tumezungumza sana ameniambia ndoto yake nini, anatamani kukifanya hapa Mbeya, na ninyi wana Mbeya mmepata bahati kubwa sana ya kupata mbunge ambaye ni spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Jipigieni makofi mengi sana. <clears throat> si jambo dogo, si jambo dogo. Na mambo haya yote mnayoyaona yanafanyika Mbeya mjini ni kwa sababu wana Mbeya mlichagua Dr. Tulia Ackson mbunge kupitia chama cha Mapinduzi, na waomba msirudi nyuma. Serikali yenu ya Chama cha Mapinduzi ndio serikali pekee inayoweza kuwaletea maendeleo, hakuna kingine wasiwadanganye, wasije hapa kwa lugha za kuwadanganya. Hakuna anayeweza kuwaletea maendeleo zaidi ya chama cha mapinduzi, hakuna anayeweza kuwaletea maendeleo zaidi ya serikali ya chama cha mapinduzi. Kwa hiyo pongezi hizi kwenu ninyi wana Mbeya kwa bahati ya kupata mbunge na spika wa bunge. Nchi yetu ina mihimili mitatu, mhimili wa serikali unaoongozwa na rais wetu dr Samia Suluhu Hassan, muhimili wa bunge unaongozwa na, na, na dr Tulia Akson, mbunge wa jimbo la Mbeya hapo vipi, na muhimili wa mahakama unaongozwa na Profesa Ibrahim Juma. Sasa kama wana Mbeya mmepata mtu ambaye ni kiongozi wa muhimili, mnataka nini tena? Semeni, anajitoa kwa ajili yenu ni spika wa bunge lakini unaweza ukasema kama si kama spika, kila siku yuko Mbeya anawasikiliza, anawasaidia na anawathibitishia, anawapenda sana. Hamuwezi kupata mtu wa aina hii, anawapenda sana wana Mbeya. Kwa hiyo chukueni pongezi hizi kutoka kwa, kwa, kwa mbunge wetu, spika wetu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yeye ndiye aliyesukuma miradi hii. Wakati tunakuja kusaini mkataba wa miradi hii, yeye aliniambia tuharakishe kusaini mkataba wa miradi hii. Miradi hii ni kilio chake, miradi hii ni imani yake kwenu ninyi wana Mbeya, anaowapigania usiku na mchana. Pokeeni salamu za pongezi hizi. Lakini pili, nichukue fursa hii kupongeza sana mkoa, kuwapongeza sana halmashauri ya jiji letu la Mbeya kwa kazi kubwa na kazi nzuri ya usimamizi wa mradi huu. Nataka niseme niseme bila bila uoga kabisa, ninasema bila aibu kwamba kuna wakati tulikuwa na hofu sana na wakandarasi wazawa, kama ambavyo mwenyekiti amesema hapa, lakini nathibitisha mkandarasi huyu amefanya kazi nzuri sana ambayo watanzania hawakutegemea tumpigie makofi mengi sana. tumelikuwa na wakandarasi wageni kwa muda mrefu sana, lakini wengi wao si waaminifu. Wakichukua pesa, mnahitaji ile awamu ya kwanza Advanced payment, wakishalipwa wanakimbia hawatekelezi miradi, miradi inachelewa. Tuna mfano wa makampuni ya wageni hawa. Wageni hao tunawapa kazi, kazi hazikamiliki. Tunawapa kazi, kazi zinachelewa mimi natamani ni waone Watanzania, makampuni ya Watanzania wakichukua kazi za Watanzania, pesa ikabaki hapa hapa Tanzania ishirini na, kazi inaendelea mpaka sasa imefika asilimia arobaini na tano, mheshimiwa Waziri. Kazi hii ilianza tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka uliopita na inategemewa kumalizika tarehe 31 moja mwezi wa 8 mwaka huu. Utekelezaji wa kazi hii Mheshimiwa Waziri, inakwenda vizuri sana, inakwenda vizuri sana kama utakavyoikagua. Na sisi kama client ambao tunaiwakilisha serikali, tunaridhika na utekelezaji wa kazi hii. Tunajivunia sana, tunajivunia sana utekelezaji wa kazi wa, wa, wa, wa mkandarasi mzalendo, ambapo siku zote tulikuwa tumezoea kuona wakandarasi kutoka nje wakifanya kazi hizi, lakini mkandarasi huyu mzalendo ameonyesha watanzania tunaweza, na yeye ni kielelezo sahihi hatua aliyofikia hakuna aliyokuwa akitarajia. Tulikuwa tunategemea tuone Wachina, tunasema wanafanya kazi kwa uchawi, lakini sasa tumeona watanzania wakandarasi wanafanya kazi kwa uchawi. Mheshimiwa Waziri, miundombinu unaojengwa katika uwanja huu ni ukumbi mkubwa, mgahawa mkubwa, kituo cha polisi, kituo cha kutolea huduma za kwanza, nursing station, vyumba vya ofisi ya biashara, vyoo mat vya matundu kadhaa, supermarket, chumba cha kuhifadhia mizigo na sehemu ya starehe lakini pia kutakuwa na sehemu ya maegesho mabasi kwa wakati mmoja yatakaoweza kupaki hapa yatakuwa mabasi 113, daladala daradala kwa wakati mmoja 150, taksi kwa wakati mmoja ni 68, magari binafsi yanayosubiri abiria kwa wakati mmoja ni 68, na maegesho ya bajaji na pikipiki kwa wakati mmoja 150. Hii maana yake ni zaidi ya mara kumi ya stendi tuliokuwa nayo hapo awali mpaka sasa katika utekelezaji, Mheshimiwa Waziri, zilizofisha kufanyika ni pamoja na ujenzi wa nguzo za wima kwa ghorofa ya chini umekamilika, na unaendelea usukaji wa nondo kwa sakafu na ghorofa ya kwanza, na umwagaji wa zege wa slabu wa ghorofa ya kwanza unaendelea. Mkandarasi amekwisha kulipwa shilingi bilioni tatu na pointi moja na bado malipo yanaendelea na anasaidiwa na ofisi yako kuwezesha kufanyika kwa wakati. Changamoto mpaka sasa Uh, kimsingi ni zile zile zokuepo mvua kubwa zilizonyesha zilisababisha kidogo tupungue spidi, lakini mkandarasi aliahidi na ameendelea kutekeleza kwa kuongeza watendaji kazi, vifaa na kufanya kazi usiku na mchana ili kuweza kufikia hatua hii. Haya aliyafanya yeye mwenyewe bila kuelekezwa na sisi, tukaona yatatusaidia kwenda kwa wakati. Tunaishukuru sana ofisi yako, tunashukuru sana mheshimiwa spika mbunge wetu Tulia Ackson kwa kufikisha maombi haya kwa mama yetu Samia Suluhu Hassani kupitia wizara yako na wote mkaweza kuona jambo hili na kutekeleza mpaka kama unavyoona hivi sasa. Tunaendelea kusimamia na baraza la madiwani linafika kila siku hapa kuhakikisha kazi zinaenda vizuri. Hatuna malalamiko kwa mkandarasi, hatuna malalamiko. Tumejaa moyo wa shukrani na tunashukuru kwa yote yanayoendelea katika halmashauri yetu. Yapo mengine yameletwa mheshimiwa, Mheshimiwa Spika na mbunge wetu Tuli Aksoni kwako, umeshaleta vijana wamekuja kukagua na wametuelekeza maelekezo ya kufanya, naamini makubwa yanakuja. Ninaogopa kusema nitakuwa nimeingilia itifaki, siku moja yatasemwa. Tunakushukuru sana, na karibu tayari kwa kukagua mradi huo, asante. Tumeanzisha Samia Bond ili kusudi tuwatengeneze watanzania wakandarasi wa Tanzania, wale wenye kuhitaji kukopa waende wakakopa wakajiimarishe, ili kusudi tuwe na makampuni mengi ya wa watanzania wazawa ambao watakwenda kufanya hizi kazi. Natamani sana na narejea tena kuona kazi zote zinazofanywa na TARURA au TAMISEMI zifanywe na wazawa bila aibu, bila aibu hata kidogo. Kwa hiyo na sisi tunaendelea kuwaomba makampuni ya Watanzania, mnapopewa kazi, ifanyeni mkitanguliza taifa la Tanzania mbele, uzalendo, wekeni utaifa, mkijua kwamba kazi hii ni kodi zetu wa Tanzania. Fanyeni kazi hii mkitanguliza taifa letu mbele kiweza kuaminiwa, hatutakuwa na sababu ya wageni kufanya kazi hapa nchini. Kazi zote zitafanywa na Watanzania hasa. Bahati mbaya, wako wazao wengine hapa kazi wanakwenda Afrika Kusini kutumia Advance payment, wanakwenda nje kutumia. Tukiondokana na makampuni haya tukabaki na Watanzania, kazi zote wakachukua Watanzania, wanapokwenda kuanza kazi wakatambuliza Utanzania mbele wakajua hizi hizi ni kodi za Watanzania, maana yake watafanya kazi hii kwa wivu mkubwa kuhakikisha kwamba kazi zimekamilika. Kwa hiyo mimi endelee kuwaomba wazao, sisi Tamisemi tunataka tuwaamini, na ndio maana tumeileta Samia Mota. Tunawaomba fanyeni kazi, mnaopewa kazi zifanyeni kazi, kamilisheni kazi kwa wakati, fanyeni kazi kwa viwango vya hali ya juu ili kusudi tuendelee kuwaamini na hata miaka ijayo kusiwe na wageni kufanya kazi za Watanzania, yaani mmeeleweka? Wewe mimi nakupongeza sana, na wataalamu wangu wamesikia. Mkurugenzi msikie nasema bila aibu. bila aibu, sisi wengine ni wazalendo sana. Kazi tunazofanya hizi za kiwango cha kawaida, wapewe mazao bila kujali ni kazi gani. Fedha itabaki Tanzania na wazawa watazifanya hizo kazi kwa wivu mkubwa, wakijua kwamba ni kodi za Watanzania. Nimeeleweka vizuri kwa hiyo, niendelee kuwaomba wazawa mkipewa kazi ifanyeni kwa uadilifu wa hali ya juu, ili kusudi serikali iendelee kuwaamini na mimi nasema, natamani kuona kazi zote ndani ya wizara yangu inayoisimamia wapewe wazawa bila aibu. Unasema haya bila aibu. Aa, tumeelewana vizuri. Tumekushajifunza huko nyuma, fedha zetu zimeliwa na wageni hao hao ambao tunawataja kila siku, Wamechukua fedha kazi hawafanya. Sasa hayo siwezi kuyaruhusu, mimi kama waziri mwenye dhamana hapa. Tutahakikisha wazawa tunawatanguliza mbele. Kama kuna kazi ambayo mzawa anaweza kufanya, tutahakikisha mzawa anapewa. Huo ndio msimamo wa wizara yao. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini vinginevyo nitawapongeza sana wakandarasi hao. Ninaipongeza kampuni ya Siotech Engineering kwa kufikia hatua hii. Nawapongeza sana sana sana kwa kazi kubwa na kazi nzuri hii Endeleeni kufanya kazi, uitanguliza uzalendo mbele, endeleeni kuaminiwa, endeleeni kujifunza, ili kusudi kazi zote ambazo tunazifikiria wapewe Watanzania wazawa. Asanteni sana i